Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi. Hayo yamekuja siku chache baada ya serikali kuondoa kinga ya Kabila kutoshtakiwa ili kufungua njia ya kumshtaki kwa uhaini. Serikali na chama tawala nchini Kongo vimekosoa vikali hotuba ya Kabila na uamuzi wake wa kutembelea mjini Goma. Waasi wa, wa M23 wametangaza kuwa Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma kwenye ujumbe wake kupitia ukurasa wake katika mtandao wa X kwamba kwa pamoja na Kabila wanadhamiria kukomesha kile walichokiita kuwa ni udikteta na migawanyiko nchini Kongo. Kikaya bin Karubi aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia ameviambia vyombo vya habari kwamba Kabila amewasili usiku wa kuamkia leo Jumatatu, lakini hakufahamu sha ajenda na muda ambao kiongozi huyo wa zamani wa Kongo atasalia mjini Goma. Joseph Kabila amesema kwamba ziara hiyo ni ya mshikamano na raia wa Kivu walioathirika wa na vita na kwamba ana mpango wa kurejesha amani ambayo watawasilisha pia kwa wasi wa M23. Ijumaa iliyopita Kabila alimkosoa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi kwa kile alichokiita uongozi mbaya, akisema kuwa anaitumbukiza Kongo katika mgogoro na kuifanya Kongo kuwa kichekesho mbele ya jamii ya kimataifa. Katika hotuba aliyoitoa baada ya kuondolewa kwa kinga yake ya kisheria, Kabila alitetea utawala wake, akisisitiza kuwa Tshisekedi ameharibu misingi imara aliyoiacha baada ya miaka kumi na minane ya uraisi mjini Kinshasa. Hotuba ya Joseph Kabila na ziara yake huko Goma vimechukuliwa kama kitendo cha usaliti wa taifa na kwa demokrasia. Akiojiwa na televisheni ya taifa, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa Kabila amepitwa na wakati na alitakiwa kunyamaza kama alivyonyamaza mwanzo. Maoni ya Wakongo walio wengi kwenye mitandao ya kijamii baada ya hotuba ya Kabila ni ishara tosha kuhusu wanachofikiria kwa Rais Kabila ambaye hana jambo jipya la kutekeleza kwa ajili ya taifa. Kwa upande wetu sisi, tunajikita katika kutatua matatizo ambayo yeye Kabila hakuweza kuyatatua wakati alipokuwa madarakani, ambapo alipata muda wa kuwahutubia wafuasi wao kwenye makao makuu ya chama jijini Kinshasa, lakini bado hakufanya lolote zaidi ya kudhoofisha jeshi la Kongo na kuchangia uingiliaji na Rwanda. Katibu mkuu wa chama nchini Kongo Kabuya, amesema kuwa kiongozi halisi wa waasi wa M23 na aliyechangia kufilisika kwa taifa la Kongo ni Joseph Kabila. Kongo, wakati huu kutakuwa na matokeo ya kuligawa taifa kati ya mashariki na magharibi, na hii inaweza ikawa ni azma ya baadaye ili angalau kuleta amani, amesema mchambuzi wa siasa za Afrika na Kongo, Nixon Katembo.